Hey, mambo vipi, Mtanzania mwenzangu, karibu kwenye sports ya e, DNA TV tukizungumza hapa taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo tunaimulika klabu ya Yanga Africans bwana, stori za kocha e, Roman Falls kuondoka kwenye klabu ya Yanga Africans ama kukalia kutikavu. Hizi stori ni uvumi ambao wanauvumisha mashabiki lakini pia tuliona kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City pale mkoani Mbeya, mashabiki baadhi yao walikuwa hawafurahishwi ama wakiimba kwamba hawamtaki kocha Romain Folz. Kwa nini? Kwa sababu Mbeya City ya kupata ushindi? Hapana, Yanga Africans ya kupata ushindi kwenye mchezo huo, licha ya kutoa sare na kugawana alama moja moja na kuacha alama moja nyingine. Sasa mashabiki wa Yanga Africans wameumia, kwa sababu walikuwa na imani kubwa kwamba timu inapata ushindi. Wengi wameenda mbali sana, wamtaki kocha kwa sababu hawaenjoy ile Young Africans performance yake ilivyokuwa inacheza ya misimu minne. Lakini kocha huyu Romain Folz ana aina yake ya uchezeshaji, na ndio maana watu wengi hawamuelewi. Kwa nini? Kwa sababu ameshabadilisha amesha baadhi ya vitu ambavyo yeye anaviamini kwake yeye kama kocha mkuu vitampa faida na team of course tunaona team ina flow Young Africans chini ya Roman Folz hajafungwa Young Africans chini ya Roman Folz hajapoteza alama tatu amegawa madozi amefunga mnyama kwenye, kwenye timu yake amechukua ngao ya jamii mbele ya mnyama Simba kipigo cha moja kwa sifuri Young Africans amechukua kila kitu msimu huu mechi za kirafiki zote ameshinda amepata alama, alama tatu, mechi ya kwanza dhidi ya Pamba Jiji, wai kocha mnamsema mbaya? Hayo ni maoni yangu, ni maoni yangu mimi, kwa sababu mimi naamini kwenye process, na kocha siku zote inabidi apewe muda tuone project yake ita kliki baada ya muda gani, alafu baada ya hapo ndo tukulie, tukule kichwa. Kwa nini? Kwa sababu tusipokupa muda project yako, kama una project ya muda mrefu tutakuwa tumekukatili na tujaona kitu ambacho unataka kutuonyesha. Lakini kama project yako inahitaji muda, misimu miwili, misimu mitatu, misim, mi, of course tutakupa na mahitaji yako yote, alafu sisi tutabaki tunakudai wewe sasa. Kitendo cha mashabiki wa Young Africans kupiga kelele wamtaki kocha, binafsi kwangu mimi naona kama sio kitu kizuri, kwa sababu kocha bado ana anaandaa project zake, lakini pia timu haijapoteza, timu inacheza vizuri. Young Africans ni timu ambayo hivi sasa inacheza ina, ina bila mpinzani kujua huyu mchezaji anakuja na staili gani, hii timu unaenda kucheza nao kesho inakuja na system gani ya kuplay. Hilo lazima utoe pongezi kwa kocha. Kitendo cha kuingia kwenye game alafu kumwadaa mpinzani wako ajui unakujaje, hicho kitendo ni kitendo kimoja cha kikatili sana, na ndio silaha ya Romain Folz ambayo anatumia kila siku yeye ndo anayotumia hiyo. Kwa nini? Kwa sababu unashangaa, una, una, una leo Roman Folz ulijipanga uli kwenda kumkaba Pacome unamkuta amemwanzisha benchi. Ulijipanga kwenda kumkaba Ekwa Celestine unamkuta Andre Boyeli. Ulimpanga ulijipanga kumkabana na Max Zengeli unamkuta mtu mwingine, Azinza na Bule kwenye kwenye namba sita pale. Kwa hiyo kitendo cha Roman Folz kubadilikabadilika badilika na kutokufanya watu wamuelewe ndicho ambacho kitendo iko yeye ni silaha yake, lakini pia hiki kitendo ndicho ambacho kinafanya kinna, baadhi ya mashabiki ya Young Africans wasione kama ni kitu kizuri kwao, na mpaka kupiga kelele kwamba wamtaki. Kocha binafsi, naona kocha Young Africans ni kocha mzuri ambaye ana uwezo wa kusuka kuisaidia Young Africans kufika kwenye nchi ya hadi kwa. Kwa nini? Kwa sababu mpaka hivi sasa michezo ambayo amecheza, amecheza michezo miwili ushindi ya klabu bingwa Young Africans, hajaruhusu bao. Ameanza vizuri kwenye ligi, amempiga Pamba Jiji, ameenda kutoa sare na Mbeya City away. Ule uwanja Sokoine, ndugu zangu, ule uwanja Sokoine sio uwanja mwepesi sana kwa sababu ni uwanja mmoja mgumu sana Young Africans. kwa misimu kabla minne hivyo ameteseka pale Sokoni, hajawahi kuambulia alama tatu, yani akijitahidi sana ni sare ya mabao mabao mengi, mara mwisho ashia kutoa sare ya mabao matatu kwa matatu. Kitendo cha Roman Force kwenda pale kuambulia sare moja isiwatoe kwenye kwenye reli. Mashabiki wa Yanga, nimezungumza asubuhi kwenye kipindi na nimeandika pia kwamba hiki kitendo ambacho baadhi ya mashabiki wa Yanga wanakisema hawamtaki Roman Force, maana yake kwamba Wanatakawanataka kuitoa Young Africans kwenye reli. Kwa nini? Kwa sababu hii timu Yanga ambayo sasa hivi tunaona chini ya uongozi wa engineer Hersi wamejipanga kwa ajili ya, ku, ya kufanya ma, maono mengi sana ya mbele, yani maendeleo mengi ya mbele. Sasa kuna baadhi ya watu hawafurahii kuona mafanikio ya Young Africans na ndio maana wanaanzisha propaganda ili Young Africans izidi kudrop, alafu timu ambao wanaamini kwamba inahitaji kufanya mazuri ndio wanaipandisha. Nilimsikia afisa habari mmoja timu kubwa tu hapa nchini anasema kwamba kuna baadhi ya mashabiki walikaa, waliungana nao kwa ajili ya viongozi wa matawi kuhakikisha Yanga Africans yapati ushindi wa aina yeyote pale Sokoine. Hivi eh, vitu kwenye utani wa jadi ni vitu vya kawaida sana, kwa sababu ndio jadi yao kutaniana, ndio jadi yao kuzomeana, ndio jadi yao kukerana, lakini kwenye issue ya maendeleo ya football hakuna kiongozi ambaye atafurahia eh, pale Yanga Africans huyu kocha aondoke, na mimi binafsi Nitashangaa sana kuona Young Africans hivi sasa wanachana na Romain Folz. Kwa nini? Kwa sababu ni kocha ambaye amekuja ame, ame ame ame muda mfupi sana, ametrain na timu, amekaa pre-season na timu. Yeye, yeah, anajua wachezaji mpaka sasa hivi; muda ambao amekaa miezi miwili ni miezi michache sana kwa kumtimua kocha kwa timu kubwa kama Young Africans. Nitashangaa Young Africans akimwacha Romain Folz, alafu nitashangaa kuona Young Africans ita drop sana kwa sababu tayari huyu kocha ameenda pre-season, tayari huyu kocha anajua wachezaji hivi sasa na kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi chini ya makocha ambao wamepita Yanga afu kazi chini yake. Tumeona faida ya Aziza na Bwile kwenye namba sita, amecheza vizuri sana. Tumeona faida ya wachezaji wengine ambao wamepata nafasi ya kucheza chini ya Romain Folz, amepata nafasi ya kucheza binafsi. Naomba apewe muda, alafu tusitoe hukumu kabla ya kuangalia project yake, ana ya project gani msimu huu yeye. Binafsi pia amezungumza kwamba anahitaji kupata muda, lakini pia hata kile kiwanja ambacho kitoa sare akikuwa rafiki sana mbele yake. Yote kwa yote, niwapongeze pia mambo ambayo anafanya Young Africans, lakini pia na jinsi ambavyo wanajipanga kwa ajili ya kuboresha, maboresho mazuri sana ya kocha Roman Folz. Hii ni taarifa ya Young Africans kuhusiana na kocha wake. Vipi wewe ambaye unafuatilia muda huu je? Yeah, kocha Roman Folz aondoke ama apewe muda? Niambie kwenye comment hapo, alafu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa zote ambazo zinajitokeza hapa DNA TV. Langu jina ni shuhudawa, kwa muda wote mzee wa Mida, Godfrey Nyando. Shukrani sana Jovani kwa kuzingatia, kila kitu kinakuwa sawa. Poleni Young Africans, acheni maneno, unganeni, kuna watu hawapendi mafanikio yenu.